Wapendwa viongozi wa dini eh, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu katika nchi yetu. Hili ni swali ni jambo kubwa sana, ni jambo kubwa sana, na ndio maana tunahitaji kama viongozi wa dini, kwanza kuliombea sana maandalizi yote ya uchaguzi mkuu, na hata itakapofikia wakati wa Oktoba, kutekeleza kuombea, kuombea sana, ili uweze kufanyika uchaguzi wa amani, uchaguzi utakaozingatia uhuru wa wananchi wa kuwachagua viongozi wanaowataka, wachague kwa uhuru na wasingiliwe na mtu yeyote au kubugudhiwa na mtu yeyote. Huu ndio umekuwa wito wetu, viongozi wa dini, tuendelee kufanya hilo, tuone kwamba uchaguzi utakaofanyika utakuwa wa haki, asionewe mtu kwa sababu yoyote ile, haki itendekewe kwa, kwa, kwa mwananchi akitumia nafasi na wajibu wake, haki yake ya kupiga kura. Uchaguzi huru na wa haki, ndilo ndio msisitizo wetu kama viongozi wa dini. Tunaona hapo katika miaka iliyotangulia na hasa kipekee katika chaguzi hizi kama chaguzi tatu zilizopita 2019 20 na uu wa serikali za mitaa 2024 tunapolinganisha na uchaguzi ule wa elfu mbili kumi na tano kwa mfano, ambapo kwa kiwango kikubwa tunu hizi chaguzi huru wazi wa haki ulifanyika. Linganisha chaguzi hizi mbili, utaona kuna kitu ambacho tumekiuka katika hizi chaguzi mbili. lazima kila kama kiongozi wa dini na kama Watanzania tujiulize, hivi ni nini kimekosekana katika hizi chaguzi mbili tatu hizi ambazo zimeacha mahangaiko makubwa. Na viongozi wa dini kwa pamoja, kwa umoja wetu, tumesema yale ya 2019 na 2020 hatutaki kuyaona yakijirudia wala yale ya mwaka jana. Tujifunze angalau kutoka uchaguzi uchaguzi, uchaguzi ule wa elfu mbili kumi na tano. Hata wakati mwingine wanasikia watu wanadai mabadiliko ya katiba, mabadiliko ya sheria ambayo ni process, ni process. lakini kama elfu mbili na kumi na tano uliwezekana kufanyika uchaguzi ambao haukuacha vilio, haukuacha kuumizana, kama iliwezekana Chini ya katiba iliyokuwepo na utaratibu uliokuwepo ni nini kimekosekana katika chaguzi hizi, hizi tatu tunazozungumzia? Nafikiri tukijikita hapo tutapata maneno ya kushauri. Tutapata maneno ya kushauri. Nawakumbushe viongozi wote wa kitaifa na viongozi wa dini kuwa Watanzania ni watu wa amani, watu tusiopenda vurugu. Na sisi kama viongozi wa dini lazima tujiulize tumejipangaje kuhakikisha kwamba waumini wetu hawa wanatunza tunu hizo kuanzia ngazi ya familia, ngazi ya kitongoji, mtaa, kijiji, kata, wilaya, mkoa, hata taifa. Na tu wakemee wale ambao tunaona wana, wanatesa na kunyanyasa wengine kwa madai kuwa eti wanalinda amani. Na hapa tu lazima tujiulize na, mwenye kuvuruga amani hapa ni nani? Mbona wana, wananchi hawana silaha wengine wanatumia silaha kutesa na kupiga watu na je, hao wafanyao hivyo si waumini wetu makanisani na misikitini? hatuna neno la kuambia. Tuombe viongozi wa dini mkisimama vizuri katika uchaguzi unaokuja kuwakumbusha kila kila mmoja wajibu wake na nafasi yake kwamba hatutaki kuona uchafuzi wowote ukifanyika, mimi nafikiri eh, tutakuwa tumetenda wajibu wetu viongozi wa dini. Maendeleo ya watu wa Tanzania na taifa letu nategemea sana haki, upendo na amani na utulivu katika kupanga, kuamua na kutekeleza. Ikiwa haki, amani na utulivu havipo, hatuwezi kupanga vizuri wala kuamua vizuri au kutekeleza vizuri. Hivyo maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii yanaweza yakadorora au kuanguka kutokana na ukosefu wa upendo, haki na matokeo yake kukosekana kwa amani na utulivu.